Faamu niaalia livyokua nafanya aj kama nini kitatokea na ukujua kama mi ni mwanafunzi si so? mk unajua sasa sianikwambia ina li kwa makini mibasitoi ujendajela ukenda wapi, hiyo ni shauri yako kwa sabu ndo ulivyokipanda. Alafu siku nyingine ukiniita kwa jili ya huo upuzi wako ilo

Okay, kule mimi napajua. Unapajua? Kwa unahitaji hiyo Milo, nikutanishe naye niongee naye. Yeye mwenyewe kwanza kasemaje? Anataka eti tutoe. Ha. Safa, kitu kimoja. Unipeleke kwa Milo au mwa hiyo Milo, tukutane, tuongee. Umenielewa? Sawa dada. Sasa dada. Sawa, magari. Asante. Ah, kama jina naitwa Calvin. Mwalimu wake na Dhurea. Na nimeelekezwa kwamba hapa ndio kwaona kwa Dhulea. Sasa hii eh hapa nyumbani kwake, na mimi ndio mdada yake. Asante. Sasa Dhulea alichukua ruhusa siku mbili. Alikuwa na umo kama na kumbuka, na nafina na kumbuka, yeye alikuwa na umo. Ila mpaka sasa hivi naelekea wiki ya tatu. Unaona? Na akao bila kuzingatia, ni darasa nini? Darasa la mitihani. Kwa nini zake waendelea na masomo yeye? Hatumuoni. Unaona eh? Kwa sasa nikaona sio vyema nifanyaje nje kufuatilia nyumbani kwao, kuna shida gani mpaka sasa hivi hatumwoni shule? Ni kweli mwalimu, tulikuwa tumemwomba ruhusa siku mbili, hali yake nzuri, sio nzuri. Lakini mbele kuzunguka hospitali, bado hali yake haijakaa sawa. Akishakaa sawa tu, tutakuja shule. Aisee, pole sana. Sana. Naweza kumuona? Ndugu yangu ni dorongi tu vizuri, ila sina hata mia leo. <mucho>

Shoga yangu si ndo vizuri ana mimba? Hey, mbona mimba kustuambie? <gajali> ni ndio, ni maana nilikuwa nikipita pale kwao akilala kibaraza pale, mara akapindukia hivi, mara kageuka, hmm. hivi mara vikogwa, kumbe tayari kimimba kichangu kilikuwa kinamsumbua. Jamani, halafu niwaambie kitu shoga zangu, mimi ule msichana kanitoka, yaani simpendi, yaani nikimuona tu kule, nakwambia mwili wangu naona kama mnyama gani, nimekuwa sijui nimekutana na mnyama gani, namchukia shoga yangu yote tisa. Eh, shoga, kimbia mikopo hii miwili. Maana usiku kucha tumekesha naye, ndio kwanza kapata usingizi sasa hivi. Na pili akiamka utampa taria

hivi kwa nini sasa hivi wendi shuleni? Duhala na mambo mengi enye visa na vijingi, yule kakosa haki ya msingi, kisa dada napenda vichenji. Nataka nikuambie kitu, ila naomba iwe siri yangu mimi na wewe. Sawa?

Kwa wewe. Kwa hmm. Usi nichekeo, sasa kurusha. Wewe ni chakula, nimekula bangi zangu hizi. Mbili mm. Hapa inakoongeza na skanka moja, mbali kichwa kikae sawa. Oh. Sasa unavurusha kama hivyo nitakuzingua najua. Sasa leo nimebari nimepoa. Kwa mimi muhuni kipitiliza. Dada yangu yupi ambaye ana mimba? Mbona siku leo kinaomba kama anaongea kweli kweli. Dada yangu yupi? Zulea, yaani inamaanisha Zulea, ana mimba. Nasemaje wewe? Oh, hmm. ndio huyo. Kwa mgada sasa Raya na mimba. Aya. Hiyo mimba, mimba. Ay. Ay. Ni nani? Ya ndoa ya Miro, ya huyo huyo Miro. Sasa na mwanaume mwingine zaidi yake, ulijaribu kumwambia, anasemaje? Miro anataka tutoe. Sikiza ngwambie kwa swala hilo la kutoa ujauzito, sikushauri. Unanisikia eh? Unaweza ukatoa mimba, labda mtoto wako kwa huyo huyo mmoja Mwenyezi Mungu alokugea, umemtoa. Au unaweza ukaitoa hiyo mimba, mtoto mwingine, shoga wangu sugu, unaweza ukatoa ukatoa na uhai wako. Mimi sikushauri, usije ukatoa mimba zolea. Sawa, mdogo wangu Sawa. Hata mimi nimemjibu hivyo hivyo, siwezi kutoa mimba lolote nitakalotokea. Sawa, lakini kutoa mimba siwezi. mm. Basi ni vizuri sana na dada yako naa a ah, hmm. eneo dada zangu huyo, hmm. dada mkubwa ambaye ndo kichochezi kabisa, yaani kakimbia, amekimbia na masekeseke mawili, kakimbia madeni, kakimbia na hii mimba na Yani hapa nipo na yule dada ambaye nilikuwa na mdharau, namwona mdangaji. Yani sasa hivi yeye ndio yuko pamoja na mimi, uwezi amini. Usije kumdharau mtu usio mjua kwa kweli, hiyo eh, tatizo. Lakini naye naye umezidi, kwa hizo singienda kuchoma sindano wewe, na mimi na na ni mwanafunzi

Kwa ina maana watu ndani wote wanajua pale, alafu anificha mashaka. Achukulia baridi sio mara bila shaka. Wewe ndio mila mimi naitwa Zakia, dadake na Zulea, na imani kichotuleta hapo nakifahamu. Ndio nafahamu, nafahamu. Aya, tunafanyaje kuhusu hii? Kwanza kabisa nimefurahi kukufahamu lakini nataka nikueleze jambo. Mimi na Zurea tulianza mahusiano takribani sasa miezi minne mitano, na vilevile vile, katika jambo hili lilitokea ilikuwa kama bahati mbaya, sikudhamiria mimi leo hii Zurea aje kupata mimba au aje kuwa mjamzito kwa hiyo imetokea kama ni mistake tu. Ukiwa kama dada yake, labda ni kueleza tu, nilisha kumwambiaga zulea tundo tukatoe hiyo mimba ili abaki yeye kwa salama na mimi nibaki pia kwa salama. Hata mimi siungani na hilo, kwa sababu kutoa mimba kuna mambo mawili: kufanikiwa kuitoa mimba, au kufanikiwa kutoa roho ya mtu. Kwa hiyo hilo halipo. Ina maana Zakia, hata kutoa, kuhusu kutoa haujafiki nawe. Yaani hapo nachotakiwa we, yani na we kuihudumia hii mimba. Basi sawa, mi nimekuelewa kwa, kwa sababu anajua hilo ni pembe la ng'ombe, na pembe la ng'ombe alifichiki, lazima itakuja kubainika tu. Na siku serikali kija kubaini swala hilo mimi nitaishia gerezani. Naomba niungane na wewe kwa kipindi hichi ambacho niko laiani, naahidi nitaihudumia hiyo mimba kwa hali na mali. Niko tayari, niko tayari, niko tayari kabisa, lakini mm. kama aidha hey, leo kesho ikitokea serikali imeniweka nguvuni, imenitia jela, naomba sana Zakia uilee mimba yangu hii ya, kwa Zulea, na umtunze uzulea mpaka pindi mimi nitapotoka gerezani tena, usije ukatuwacha baba angu. Kumbuka ada mkubwa ndo huyo kashakimbia huu mzigo, lawama zote, fedha yote ninayo mimi. Naomba usije ukatukimbia. Siwezi kufanya hivyo kwa sababu ningekuwa kukimbia mimi saa hizi tayari nishakimbia. Lakini japokuwa nafsi yangu leo hii mimi najuta na najutia na kwa maamuzi hayo lilio yafanya lakini sichoweza kufanya ukaidi kwenda tofauti na wewe. Ah, sisi ilikuwa ni hilo tu, kwa hiyo kama umekubali mwenyewe nashukuru. kwa hiyo Milo, mimi nafurahi sana kukutana nawe. Kuna taarifa ambazo nazisikia kwamba wewe umempa mwanafunzi mimba. Je, yeah, hizi taarifa ni za ukweli ama mtoka? Wewe ni ndugu yangu. Ah, sina, sina haja kukuficha. Taarifa ulizosikia kama ulivyosikia hiyo ni kweli kabisa. Mtoka na majanga hayo kwa sasa hasa kama kweli bwana Miro, we mwenyewe unajua kazi yangu sawa. Kwa hiyo ninapopewa mamlaka nije kukamata wewe, mi bwana Miro sina msalia mtuma. Hivyo basi ninavyokushauri kama rafiki yangu eh, kama mwanangu sana wa faida, ni mapenzi yangu tu, ambayo ninakushauri wewe bwana Miro, mi naomba tu ukimbie. Mi nikipewa mwongozo, mi sina msalia mtumami lazima nije kukamata hivyo basi nivyokuomba omba omba, tu ukimbie bwana bwana Milo. Mtuka, ina maana unanishauri mimi nikimbie? Mtuka, ulichonishauri kwa upande wako naona sana, lakini kwa upande wangu mtuka, siwezi kufanya hivyo mimi. Kumbuka miaka thelathini, ujue sasa siku mbili, ujue bwana Milo. Mimi nakushauri tu kama rafiki yangu mwanangu, hebu fikiria mtuka. Mtoto atapopata ufahamu wake na ataposikia kwamba mimi baba yake nilimkimbia eh? kutakuwa na uhusiano kat... uhusiano gani kati ya mimi na yeye eh? Mtuka, mimi siwezi kufanya hivyo. Mtuka, nikimbia ni majukumu yangu mimi. hivi mtuka, wewe unaumia kama navyoumia mimi, mimi naumia zaidi, lakini kwa hili siwezi kwenda kokote mtuka, nitabaki mpaka tone la mwisho, nijue hatima yake ni nini. Kwa sababu umeamua mwenyewe, na mimi ni kama ushauri tu, ushauri kama kushauri kama rafiki yako. Nashukuru kwa ushauri wako. ila mimi nikutakia tu maisha mema, naomba Mungu pia akuafu, kwa sababu jambo hili ni kubwa sana. Nikifika ngazi za juu naomba uliache kama ilivyo. Tutaongea masuala mengine. Tutaongea mengine baadaye, sawa? Sawa, mimi Mimi nimekukosea nini labda katika maisha yako? Nikuelekezaje mambo ya maisha uelewe? Nimekutengenezea msimamo wa maisha ya shule, leo nakuja kuyaharibu? Zuria, nilipotoka huko nimesikia kwamba wewe una mimba Mimi.